Wanadume tunapaswa kupeleka mambo yetu kwa wake zetu, sio dada zetu, wala sio mama zetu. Nimeeleweka eh? kila wifi akimwona mke wa kaka yake anapendwa, anaamini kapewa limbwata takataka, ila yeye akipendwa na mumee, eh? aye anaitwa mapenzi. Akija mumeo saa sita, mbio mbio kuauua bwana hey, akambia bwanako a kutanaibaka hapo wanetakuikama akaza hey, siku nyingine watakutoa roho wewe. Katika kuonyesha ndoa iliyo bora aliyoyaonyesha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza, mtume siku moja alikuwa katika vita na vita yake yalikuwa akienda, anaenda na baadhi ya wake zake. Safari hiyo alikwenda na mama Asia. Maswahaba wamekaa uwanjani, mama Asia ipo katika hema. Mtume anawaambia maswahaba tunyoe, yaani tunyoe nywele. Akaongea mara ya kwanza mtume akaongea mara ya pili, maswahaba wanamtazama tu usoni. Mara ya tatu mtume akajisikia unyonge, akanyanyuka, akaingia aka katika hema la mkewe. Alipofika kule, mama Asia alipoitazama sura ya mumewe tu alijua mtu hayuko sawa. Na hiyo ni eneo la kwanza ambalo mke anapaswa kuwa lazima amjue mumewe, na ukimjua unatakiwa ujue hapa anasema neno gani, pale nasema neno gani, sio mtu kaja na huzuni kwa hiyo unaleta furaha. Akija na huzuni, utakili kuleta furaha. Alipoingia baba Asia akamuuliza, nini kimekukuta? Mtume akaeleza ule mkasa, akasema kwamba nimewaambia kadha hawakufanya, wamenitazama baba Asia akamwambia, wewe ulipa. Mtume akasema sikufanya. Akamwambia, rudi waambie tunyoe, kaa kitako, anza kunyoa wewe. Mtume akarudi akasema tunyoe, akakaa kitako, akavua kilemba chake, akanyoa. Alipomaliza, masahaba wote wakanyoa. Nafasi ya ushauri imetoka kwa mkewe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafanikisha hilo. Wanamume tunapaswa kupeleka mambo yetu kwa wake zetu, siyo dada zetu, wala sio mama zetu. Nimeeleweka eh? yeah. na mawifi mpo, mnavyochokonoa yeah. Mambo kuna mambo yanakuhusu, kuna mambo yanamuhusu mume, yanamuhusu mkewe. Ubaya leo kila wifi akimwona mke wa kaka yake anapendwa anaamini kapewa limbwata kaka, ila ye akipendwa na mumee ayo anaitwa mapenzi. Menielewa? Mjanielewa eh? Basi kama anapopendwa na mumeo, mwache na kakaako ampende mkewe. Hilo la kwanza. La pili, nimweleze nafasi ya mke kwa mume. Anapaswa afanyeje? Mtume Muhammad hmm. Sallallahu alaihi wasalama, kabla ajapewa utume, Mtume alienda katika pango ya Jabal Hira, akaingia mle ndani. Alipokuwa mle ndani akamjia Jibrili. Jibrili alipofika akawa anamsomesha, kisa maarufu, anamwambia ikra, asoma Mtume anasema ma ana biqari, mimi nasomaje wakati sijui. Bwana Jibrili anamwambia soma, Mtume anasema sijui kusoma. Mwisho Mtume akakabwa aka na Jibrilu katika babu, ndio zikateremka aya tano za sura maarufu Iqra bismi rabbika lladhi khalaqa khalaqal insana min alaq iqra wa rabbuka lakram alladhi allama bil qalam allama al-insana. Nikateremka hizo aya. Mtume alipotoka pale, akarudi nyumbani kwake, anamwambia mkewe za miluni za miluni, anatetemeka, anambia nifunike, nifunike, yuko kitandani, nifunike mama Khadija, mama Khadija. Wakati huo anamwambia nifunike, mtume anafunikwa. Mama Khadija anamuuliza mimi kimekukuta? Mtume anamhadithia mkewe, naambia nilikuwa katika pango, akanitokea mtu wa aina kadha, akanifanya kadha kadha kadha kadha, kisha Mtume akasema akasema, lakad khashitu ala nafsi, naikofia nafsi yangu kuchezewa na sheitani. Mama Khadija yeye akachukua nafasi yake, mke na nafasi ya mke ni kubeba mazito ya mumewe, kubeba mazito ya mumewe. Wanawake wengi hapa hamna tabia ya kubeba mazito ya waume zenu. Ukiadikiwa zito, kuna wanaume wanaumwa mpaka wanaogopa kumwambia mkewe, akimwambia asubuhi, jioni kwa miguu, kwamba kwa, kwa mama Majuma, muza kesha fikisha, unatakiwa ubebe hili zito la mume wangu. Akifukuzwa kazi jioni akiambiwa yeye ekeshaaaama meuukaumeuuka sikaukiwa kazi ana nadi. Mke anatakiwa abebe mazito ya mumewe. Mama Khadija anamsikiliza Mtume, Mtume anasema laqad khashitu ala nafsi naikofia, nafsi yangu kuchezewa na, na sheitani. Mama Khadija akamwambia kalla, hilo haliwezekani. La yukhzika Allahu abada, Mungu hawezi kukupeteesha wewe milele. Baada yapo alifanyaje? Khadija akamsifu Mtume. Kwa nini Mungu hawezi kukupeteesha wewe? Akamwambia wewe ni mtu mwema, mtu mwaminifu, watahmilul kalla, unabeba mazito ya watu, watasduku lhadita, lakini wewe ni mtu mkweli. Anamsifia, anamwambia uwezi kusipwa nayo Aya, jiulize wewe, ingekuwa ndo nafasi yako hapo, ingekuwa akija mumeo saa sita mbio mbio kuakua anaa onawatka hey, mbio bwanako a kutanaibaka hapo wametakuikama akamwambia, hey, siku nyingine watakutoa roho wewe. <laughs> Yani unamwombea hivyo, siku nyingine watakutoa roho, umezidi kurudi usiku sana. Hamwezi kubeba mazito ya waume zenu. Mkutano huu ukawafanye muwe wanawake bora kwa kubeba mazito ya waume zenu huko mnapokwenda, tuseme inshallah. Na wale ambao wa mjaolewa rekebisheni tabia zenu leo. Mwanamke mpole ndio mzuri kwa mume, hakuna mkate mgumu mbele yeah. wow. mdomo, yu yu yu yu yu. nani ya chai? Uyu mwanamke una mdomo juu juu, nani anakutaka huyo? nafikiri kuna mtu atata shida Izo redio <todicum> tu zinatupashida. Wewe tena unaongea kuliko redio. Wa nini wa watatu wanawake wadisaini hiyo, jitahidini mwende mkawe wanawake bora ambao mtakuwa wapole kwa waumezenu. Hizi sifa ni muhimu sana hata kama mumeo akikosea mkosoe kwa heshima, sio tena unasema babani, baba Mwajuma, baba Mwajuma, unaniaza unaniaza ya nini hayo, mitendani mume wako ana amefanya hivi, wallahi bila atakujibu vizuri na taisha mapema. Mmoja ya kitu wanaume wanapenda kuheshimiwa. Mwenyezi Mungu ajalie ndoa zenu ziwe bora, tuseme amina, tuseme tena amina, amina.